Salama Mwiga, wageni unaweza ukasema wamefanikiwa kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa namna ambavyo Petro Atletico wanacheza, kwanza wamekuwa wapo huru, hauoni kama wanafanyiwa pressing pengine za maana sana kutoka kwa wachezaji wa wa Simba. Ukiangalia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, kama ulivyosema, unaweza kusema kwamba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza sio kwamba wamekuja kuzuia tu, wamekuja pia kushambulia, kwa sababu unaona hata kwenye on target hapo wamepata mbili. Kwa hiyo nakitokea nafasi, huwa wanafika katika box la timu pinzani na, na wamekuwa hawana touches nyingi sana katika eneo hili la Simba. Kwa hiyo na ni timu ambayo ikiwa haina mpira wanarudi kwa wakati, na unaona kuna muda katika ile backline yao wanakuwa watatu, na wakishaona Simba wameshazidi wengi, wanakuwa hadi watano wao wamekuja huku kujilinda, nikitokea nafasi wanaweza kukushambulia. Lakini kitu kingine ambacho wamekiwini hao wapinzani wa Simba katika mchezo wa leo ni katika eneo la kati, kumekuwa kuna bato kubwa sana. Kwa mfano ukiangalia katika upande ule kamera pale, unaona alikuwa kuna bato kubwa, lakini ukiangalia Jonathan Toro katika upande wa upinzani amekuwa akiwini ile mipira, jambo ambalo limetengeneza hata madhambi ndio maana Simba wakapata set piece moja katika dakika 45, za kipindi cha kwanza, ambapo unaona amepiga, lakini mshambuliaji akakosa, kiungo shambuliaji akakosa. Kwa hiyo dakika 45 za kipindi cha kwanza wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wao wow, kama ugenini wanacheza hivi, na wakifanikiwa pengine kuondoka na sare katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa tegemee pengine katika uwanja wao wa nyumbani wakaja kivingine zaidi, kwa sababu katika mpira wa Afrika timu ambayo ipo nyumbani ndio inapewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi. Kwa upande wa Simba leo, kiwaangalia namna wanavyocheza, pia katika eneo lao la ulinzi inatakiwa kuwa kuna communication nzuri, kwa sababu mara kadhaa ambapo timu pinzani imefika katika boksi lao kumekuwa kuna sintofahamu. Kwa mfano nakuta nangu hawasiliani vizuri na Rushin De Rock. Sasa sijui ni kuto kupata muda mrefu awao wa kucheza kwa pamoja kunapelekea hivyo. Kwa hiyo kuna yale mashambulizi ya kushtukiza ambayo wakifanyiwa inaonekana wanapata changamoto. Sawa, UFM. <tukata>